Mmesikia taarifa ambayo ilitangulia kuelezwa na katibu eh, wetu wa mambo ya nje eh, Dr. Nasra kuhusiana na jambo hili eh, na pia taarifa ya kiongozi wa chama, na kabla ya hapo, naamini kwamba mliona, mlipitia taarifa iliyotolewa na chama chetu kuhusiana na hili eh, kwa nini tumeamua kuitisha tena kuwaita eh, kuzungumza na nyinyi katika hili ni kwa sababu pamoja na taarifa zote hizo ambazo zilitolewa na mimi nimeona pia taarifa ambazo wametoa wenzetu kutoka nchi mbalimbali nimeona mbali. Labda clip ya uh, rais mstaafu wa wa Botswana wa Botswana uh, kama jinsi alivyoeleza tukio lenyewe lilivyotokea, kaeleza kwa ufasaha kabisa, na masikitiko yake na alivyofadhaishwa na jinsi ambavyo hakutegemea kwamba e, jambo la namna ile lingeweza kutokea kwa watu na katika nchi ya Angola. E, sasa sisi pia tumeona kwamba na hapa kwetu e, watu mbalimbali mbali wameendelea kulipotosha jambo hili, pamoja na taarifa hii kuwa ya wazi, na ililotufadhaisha zaidi na ambalo linanifanya na mimi e, nisimame hapa baada ya viongozi wenzangu hawa kulieleza ni upotoshaji huu kufanywa na viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi na hasa uh, mtu ambaye hukumtarajia kama makamu mwenyekiti eh, bara wa Chama cha Mapinduzi, bwana Stephen Wasira, na pia naibu katibu mkuu, naibu katibu wa habari na uenezi eh, wa kule Zanzibar, ndugu Hamisi Mbeto. Upotoshaji walioufanya kwa kweli ni mbaya sana, na mimi naamini kwamba unaipaka matope hata serikali kwa sababu kikubwa ambacho wamekizungumza ni kama kwamba kwa upande hasa wa, wa, wa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar, kwamba ni kwa sababu hakufuata utaratibu, hajui utaratibu wa kusafiri nje. Sasa wao inawezekana mawazo yao, hizi ni siasa, mimi nasema za kichokora kabisa, kwa sababu katika hali ya kawaida wao wanaona kama hili linamhusu mtu binafsi, lakini wamesahau kwamba wao ni viongozi wa chama ambacho kinasimamia serikali zote mbili, na ina maana haya wanaoyazungumza, mtu anaweza kutokana na eh, nafasi walizonazo kutokana na kwamba ni viongozi waandamizi, mtu anaweza kuona kwamba labda haya yametoka ndani ya serikali. Ana, mwingine anaweza akaona kwamba e, labda hii serikali kumbe ni ya ovyo sana, kwamba makamu wa rais anasafiri kwenda nje na serikali inamwachia, serikali haichukui hatua ya kufata taratibu za kidiplomasia na za kiprotokoli ziliopo. Hasa hili ni jambo la kufadhaisha, na ndio maana kusema ni vizuri kuliweka rekodi, sawa sawasawa, ili watanzania wafahamu e, e, watanzania wajue tuna viongozi wa aina gani ndani ya Chama cha Mapinduzi. La kwanza niseme kwamba e, taratibu zote za kiserikali zilifatwa, kwa sababu kwanza unapotaka kusafiri kwenda nje ni lazima kupata kwa makamu wa kwanza wa rais, lazima kupata ruhusa ya rais wa Zanzibar, na ruhusa hiyo iliombwa na ikatolewa kwa maandishi. Kwa hiyo kwenye hilo kwanza wala halikuwa eh. Ni upotoshaji kusema kwamba labda hakukuwa na taratibu ambazo zilifuatwa. Lakini jambo la pili, kwa kawaida viongozi wa kiserikali, viongozi wakuu wa serikali wanaposafiri nje, eh, idara ya mambo ya nje au wizara ya mambo ya nje pamoja na idara yetu ya usalama wa taifa wanatuma watangulizi kwenda katika nchi ambayo kiongozi anakwenda, na hilo lilifanyika. Watangulizi walienda siku tano kabla ya eh, kiongozi au makamu wa kwanza wa rais kwenda nchini Angola na walienda mpaka Benguela. Eh, sasa unaposema kwamba taratibu hazikufuatwa, unakuwa mtu wa ajabu kwa kweli. Lakini niwahakikishie Watanzania kwamba, eh, watangulizi kama ulivyo utaratibu, walipelekwa wali na walipelekwa well in advance E, na walienda mpaka kwenye kituo ambacho ilikuwa tufanyie mkutano. Lakini jambo la tatu ni kwamba kwa kawaida kiongozi anaposafiri kama anapita pengine transit e, basi ubalozi katika nchi ile ambayo anapita transit kwa kawaida wanakuja kumlaki na kumsaidia taratibu za usafiri. Na hilo mimi niseme kwamba tulipoondoka Dar es Salaam Transit to li, ilikuwa eh, Johannesburg, Afrika Kusini na nishukuru sana kwamba eh, nimekwenda pale, nimefika pale eh, na ujumbe wangu na tayari nikamkuta balozi wetu pale eh, Mheshimiwa James Bwana yupo na watendaji wake eh, wa wa wa ubalozini wa na wakatusubiri wakaja kutupokea kwenye ndege na wakatu wa, tuka- tukakaa sehemu ya, ya transit lounge na baadaye wakatusindikiza mpaka kwenye ndege tukaondoka kuelekea Luanda, Angola. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana kwamba serikali ilijua na ilitimiza wajibu wake kiueledi na kwa taratibu zinazotakiwa. Lakini kawaida nyingine, utaratibu ni kwamba kiongozi anapokwenda katika nchi ambayo anakwenda kwa kawaida ubalozi wetu eh, unakuwepo eh, na kushughulikia taratibu zake za kuwepo katika nchi hii. Na mimi nishukuru sana kwamba pamoja na matatizo ya usafiri ambayo yalimfanya balozi wetu wa Tanzania ah, nchini Zambia eh, Luteni General eh, Matthew alikuwepo tokea Afrika ya Kusini eh, na tukawa kwenye ndege moja kwenda Luanda Angola na tumefika pale na akaanza taratibu e, za kushughulikia jambo hili e, kushughulikia ziara hii. Na bahati nzuri, nchini Angola tuna mwenzetu Mtanzania ambaye yuko miaka mingi, alienda tokea kwa taratibu za kiserikali e, Bwana Mzirai, na ambaye kuna wakati alikuwa ni balozi wa heshima, na tumemkuta pale, na yeye amekuja kutupokea, au alikuwepo uwanja wa ndege kawaida huwa anaruhusiwa kuingia ndani siku ile hakuruhusiwa. Uh, ni, ni kwa sababu gani? Wanyajua wenyewe serikali ya Angola. Kwa hivyo, mimi ninachosema ni kwamba taratibu zote zinazostahiki zilifanywa. Kama ni makosa, yalifanywa makosa na nchi ya Angola, na hii ndio ya kuulizwa, hii ndio ya, kwa sababu sisi tulipofika, taratibu hata kama walikuwa na tatizo na tulichoendea tujalie, eh, lakini hawakupaswa. Au hawa, hawa, hawa kama walikuwa na tatizo na sisi, basi kwa kawaida unaambiwa, kwa nini huna visa, huna kitu gani, ni andizarabu. Lakini wote sisi ni mashahidi, ndio nasema hizi taarifa ti nzuri, meziona me, me eh, kutokupitia sources mbalimbali kwamba hakuna ambaye alielezwa kwanza kinachofata eh, kwamba hatua gani eh, hatukuelezwa tatizo ni kitu gani. Mpaka hapa tunasimama basi, mpaka leo hatujaelezwa kulikuwa na tatizo gani, si serikali ya Angola, si serikali yetu ya Tanzania ambayo imetoa taarifa rasmi. Sijui kama na wao walielezwa, kwa sababu tegemea kwamba balozi wetu angejua, lakini balozi wetu tumekuwa naye pale lakini hakujua. Lakini na jingine la mwisho niseme kwamba wakati tukiwa uwanja wa ndege katika sakata hili, nilizungumza na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mheshimiwa Mahmud Thabit Kombo. Alinipigia mara tatu kunieleza hatua ambazo wanachukua kujua tatizo liko pala gani na kufuatilia jambo hili. Kwa hivyo mimi niseme wito wangu kwamba Eh, hasa kwa haya ambayo yamepotoshwa na watu ambao ni waandamizi viongozi waandamizi wa Chama cha Mapinduzi. Naiomba sana serikali na natoa wito serikalini kama mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo kwamba serikali iwachukulie hatua viongozi hao kwa sababu upotoshaji wao umeipaka matope sana serikali, upotoshaji wao eh, umewafadhaisha wananchi kusema kweli, kwa kiasi kikubwa, wame act irresponsibly, kwa namna ambayo kwa kweli haiendani na nafasi zao ambazo wamechukua wame, wame. Nadhani huo ni wito wetu sisi kama chama cha ACT Wazalendo kuhusiana na jambo hili baya.